Katika channel ya Fairboy TV na leo nimekuletea website mpya kabisa ya kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Kama unavyoona hapa, hii website inaitwa First Solar. Kwa hiyo nitakuonyesha namna ya kuweza kufanya usajili kupitia platformu hii. Sehemu hii ya kwanza, kama unavyoona hapa, utajaza namba zako za simu na sehemu ya nywila utaweka password. Baada ya hapo utathibitisha password au utazirudia password zako. Invitation code inakuja automatic baada ya kugusa link iliyopo kwa description, then uta click katika sehemu hii ya kumbuka account. Baada ya hapo utabonyeza kwenye hii sehemu ya nywila ngo, mimi nitakwenda ku sign in, then nitakuonyesha jinsi website hii inavyofanya kazi baada ya kuweza kuingia ndani katika akaunti hii kama unavyoona mwonekano ndani wa akaunti hii upo namna hii kwa hiyo first solar katika VIP 1 basi utarecharge shilingi elfu kumi na tano mapato ya kila siku ni shilingi mia tisa na tisini alafu second number 2 ni shilingi elfu thelathini ambapo kila siku utapata shilingi elfu mbili mia moja na thelathini pia na namba tatu utaingiza shilingi elfu sitini au a utarichaji elfu sitini na mapato ya kila siku ni elfu nne mia sita ishirini. Namba nne utarichaji kiasi hicho kwao, hapo utachagua VIP yako ambayo unataka kuifanyia investment. Baada ya kuchagua VIP yako, basi utakuja moja kwa moja katika sehemu hii ya kuweka pesa. Ukija katika sehemu hii ya kuweka pesa, utaweza kuona hapo Mfano kama mimi akaunti yangu kama jinsi ambavyo unavyoona ina kiasi cha shilingi elfu ishirini na tisa mia saba na hamsini. Kwa kama unataka kuweka VIP one utabonyeza hapa, hapa au hii, kiasi chochote ambacho unataka kuweka utaichagua hapo. Baada ya hapo utabonyeza neno pay. Okay, k kwa mfano umechagua VIP 1 labda elfu kumi na tano utabonyeza neno pay, alafu baada ya kubonyeza neno pay utasubiri kidogo iweze kufunguka then uweze kujaza taarifa zako hapo. Okay, utasubiri kidogo hapo dakika chache iweze kufunguka. Mm, kama unavyoona hapa sasa, unachotakiwa kufanya ni kujaza namba yako ya simu ambayo ina pesa au namba ambayo umejisajilia iwe na pesa, utaingiza katika box hiyo hapo. Baada ya kuweka namba zako hapo, utabonyeza neno confirm. Then ukishabonyeza neno confirm, utakuwa umeshakamilisha kufanya, kufanya recharge, au kufanya deposit katika platform hii, na baada ya hapo utarudi tena katika platform yetu Utarudi katika sehemu sasa ya utakuja katika sehemu hii ya, ya kuwekeza. Katika sehemu hii utaweza sasa kuona VIP yako ambao umefanyia investment. Kwa mfano kama mimi unavyoona hapa, VIP yangu ni hii hapa, na hii ni jumla ya shilingi ambayo utaweza kuona jumla uwekezaji pamoja na mapato ya leo. Mapato yataingia kila baada ya masaa ishirini na nne. Kwa tangia umejiunga utasubiri masaa 24 yapite. Baada ya masaa 24 yapite, utaweza kuona amount yako hapa, then utabonyeza neno pokea ili kuweza kupata amount yako au faida yako. Kwa hiyo takuja katika sehemu hii ya home tena, takuja sasa katika sehemu ya kutoa pesa ili niweze kufanya withdraw yangu. Sasa sehemu hii kwanza utabonyeza katika neno mipangilio ili uweze kuseti namba zako au taarifa zako za bank account. Sehemu hii ya jina utajaza jina lako hapa, kwenye sehemu hii ya jina utajaza jina lako hapa. Utachagua uh, platform utachagua namba au mtandao, kama ni benki utaweka, kama ni Tigo, TTCL, CRDB, NMB, NBC, Amana benki zote hapa, utaweza kuchagua benki yako yote au aina ya simu yoyote ambayo unataka kuweka, utaweza kuingiza hapo, uta select mwenyewe. Kama mimi nimechagua Tigo Pesa. Baada ya hapo sasa, utaingiza kama ni simu, utaingiza namba zako za simu. Kama ni benki pia utaingiza akaunti yako ya benki. Baada ya hapo, utabonyeza neno wasilisha, utakuwa umekamilisha kuweka taarifa zako za uondoaji hapo kama jinsi ambavyo unavyoona taarifa zangu hapa na hapa utaingiza amount ambayo unahitaji kuondoa au withdraw baada ya hapo utabonyeza neno wasilisha lakini unatakiwa uzingatie pia kiasi cha ja uondoaji kinatakiwa kiwe kuanzia elfu nane na kiasi cha ja uondoaji lazima kiwe kizidisho kamili cha elfu moja kwa mfano elfu nane elfu kumi na tano au elfu ishirini lakini pia wakati muda wa uondoaji ni kuanzia saa tatu mpaka saa moja hakuna kikomo pia unatakiwa ujue kuna ada ya asilimia kumi itakatwa katika uondoaji wako. Kwa hapa sasa, mimi nitaingiza amount ambao natakiwa nitoe, ambao nitatoa shilingi elfu ishirini nitatoa shilingi elfu ishirini nitatoa elfu ishirini na tisa kwa nitatoa elfu ishirini na tisa hapo baada ya hapo sasa, elfu ishirini na tisa nitabonyeza neno wasilisha, tuenda kuona uwasilishaji umekamilika kwao kama unavyoona hapa. Sasa kiasi kilichobaki hapa ni shilingi mia saba na hamsini. Nikija hapo kwenye rekodi, nitaweza kuona uh, uondoaji unakaguliwa kwao, uondoaji hapo unakaguliwa, shilingi elfu ishirini na tisa ada shilingi elfu mbili na mia tisa ko nitaweza kupata amount yangu ambayo itakuja hapo baada ya muda mfupi. Nitaweza kupokea message ambayo itakuja na kiasi cha ja pesa nilichoweza kupokea, na ukishakamilisha hilo basi utaenda moja kwa moja katika sehemu hii ya shiriki. Sehemu ya shiriki ni sehemu ambapo utapata invitation code zako pamoja na invitation link. Sehemu hii unachotakiwa kufanya ni kuchukua hii Utanakili, utanakili invitation code yako ili uweze kushare na wengine uweze kutengeneza ya timu yako. Lakini hapa pia utaweza kuona team report, kama ukubwa wa timu utaweza kuona bonus ya timu, lakini jumla ya uwekezaji wa timu yako pia utaweza kuiona katika sehemu hiyo. Lakini pia, lakini pia katika sehemu hii utaweza kuona hapa kama mfano ukimwekeza mtu katika VIP 1 utaweza kupata uwekezaji utapata asilimia thelathini baada ya mtu kuweza kuwa invited lakini pia unaweza kuona kwenye first sola basi wewe utaweza kupewa shilingi elfu tatu mia saba na hamsini kwenye second sola utaweza kupewa elfu saba mia tano hii utapewa elfu kumi na tano na hii ya nne utapewa shilingi elfu tatu elfu thelathini mia saba na hamsini na ya tano utapewa shilingi elfu themanini na saba mia tano ya sita utapewa shilingi laki mbili elfu ishirini na tano ya saba utapewa laki tano ya nane utapewa laki tisa na hamsini na hii utapewa milioni moja laki mbili na hamsini. Kwa hiyo hizi ni zawadi au bonus ambazo utaweza kupokea kutoka kwa rifero wako. Kwa hiyo unachotakiwa sasa kufanya ni kuwa na timu kubwa, tengeneza timu yako ili uweze kupata pesa zaidi katika platformu hii. Ukibonyeza katika sehemu hii ya team hapo, utaweza kuona namba au kiwango cha timu yako kwa katika level 1, level 2 na level 3. Kila level hapa itakuwa ina commission yake, level 1 itakuwa na commission, level 2 itakuwa na commission na level 3 pia vile vile utapata commission yake hapo, okay? Unachotakiwa kufanya ni kuzingatia kwa timu yako meseji hii iliyofika, nadhani itakuwa ni meseji ya pesa. Kama jinsi ambavyo unavyoona, nimeweza kufanya withdraw yangu. Kwa hiyo kama unavyoona, hamisho la pesa limekamilika, salio jipya shilingi hiyo okay, elfu ishirini na sita mia moja umepokea shilingi elfu ishirini na sita na mia moja Kwa hiyo tayari pesa niliyoitoa imeweza kuja jinsi ambavyo wanavyoona kwa platformu hii. Ni platformu ya uhakika kabisa ambayo inakupatia pesa kila siku kwao. Unachotakiwa kufanya ni kubonyeza link iliyopo katika sehemu ya description ili uweze kujiunga na timu yetu. Sehemu hii ya ku sign in ni sehemu ambapo utaibonyeza kila siku ili kuweza kupata bonus ya kusaini ambayo ni shilingi hamsini kila siku utakuwa unaipata katika sehemu hiyo. Kwa hiyo kama ni mara yako ya kwanza usahau, like, na comment katika channel hii. Asante na karibu.